Karibu tena. Kwa miongo kadhaa, ufugaji wa kuku vijijini umekuwa wa kawaida, wa kiwango cha chini na kwa matumizi ya nyumbani pekee, lakini sasa, ubunifu katika uzalishaji wa kuku unawawezesha wakulima kujikuza na kuanza kufuga kuku kwa manufaa ya kibiashara. Hebu tuangalie mengi zaidi katika makala ya wiki hii ya Kilimo Biashara. Katika kijiji cha Tumbelion, kaunti ya Bomet, mradi kabambe wa ufugaji wa kuku wa nyumbani umenoga. Kutana naye Winnie Cheriot, mwalimu wa wanafunzi wenye mahitaji maalum na pia mfugaji wa kuku. Winnie ni mmoja wa wakulima wadogo wanaogeuza ufugaji wa kuku kuwa biashara kubwa. Kupitia msaada kutoka kwa shirika la utafiti wa kilimo na mifugo KALRO, wakulima hawa wanapiga hatua kubwa na kuondokea ufugaji wa kuku kwa mahitaji ya nyumbani na kuanza kufuga kuku kwa kibiashara. Kuku hawa hukua kwa kasi sana, wana uwezo wa kustahimili magonjwa na wanaweza kuhimili mazingira mbalimbali mbali. Wakulima kama vile Winnie wameshuhudia faida ambazo wawa kuwa wakipata hapo awali weeks. Kalro husambaza vifaranga hawa kupitia washirika kama Winnie, chini ya mradi wa kilimo mahiri kuwasaidia wakulima wa eneo hili kufanya biashara. Small scale farmers with chicks and that enhances survival. Lakini ufugaji wa kuku siyo rahisi kwani kuna changamoto, kuna magonjwa kama coccidiosis ambayo bado yanatishia mifugo. Wini anakabiliana nayo kwa kutumia chanjo na kanuni kali za usafi depending on where you source your chicks or rather the, the hatchery that you get your chicks some of these vaccination schedules might vary from one farm to another Kalro inatumaini kuwa wakulima wengi zaidi watakapoiga mfano huu, sekta ya ufugaji wa kuku ambayo kwa sasa inachangia asilimia 4 ya pato la kilimo nchini itakuwa na mchango mkubwa zaidi katika usalama wa chakula, uundaji wa ajira, na uwezeshaji wa wakulima vijijini. Denis Otieno, runinga ya Citizen.